Bila mateso bila kifo bila ufufuko hakuna kanisa. Na wote wale wanaopenda kujiita Wakristo lakini hawaliamini fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Kristo, hao wanajidanganya wenyewe. Na tunapoadhimisha misa hii ambayo lengo lake ni kumwombea hayati Askofu Mkuu Novatus Rugambwa, basi tunaongozwa na kutafakarishwa neno la Mungu katika somo la kwanza lilochukuliwa kutoka sura ya 15 ya waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorinto. Tunafundishwa na kutafakarishwa juu ya ufufuko wa Kristo. Sisi tunaamini kwamba Kristo aliyeteswa, Kristo aliyekufa amefufuka. Ni mshindi na mtukufu. Kwa ufufuko wake sisi tumewekwa huru, sisi tumepatanishwa, sisi tumepewa tena hadhi ya kutambulika kama wana wa Mungu na taifa la Mungu. Kwa hiyo tujue kwamba huyu tunayemsindikiza alishirikishwa fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Kristo. Siku ya ubatizo wake alikitwa katika fumbo hilo. Akafanywa kuwa mwana wa Mungu, akafanywa kuwa ndugu yake Kristo, akafanywa kuwa hekalu au makao ya Roho Mtakatifu. Kwa ubatizo wake alifanywa kuwa kiumbe kipya, na kiumbe ambaye amepewa hadhi ya kutazamia kurithi kushinda pamoja na Kristo. Kwa hiyo sisi tunapomsindikiza leo, pamoja na ukweli kwamba tunasimanzi, lakini tunatiwa nguvu kwa imani na matumaini yetu katika ufufuko wa Kristo. Ufufuko ambao sisi nasi ambao tumesimikwa ndani yake tunatarajia kuupata. Ushindi ambao sisi nasi tunatarajia kuurithi. Lakini tutaurithi kulingana na jinsi tulivyoishi imani yetu, hadhi yetu kama wabatizwa. Haitoshi kujitamba kwamba sisi ni Wakristo, sisi ni wabatizwa, sisi ni viumbe wapya, na huku tukawa tunaishi tukiholela tukawa tunaishi kipagani, tukawa tunaishi kama hatumjui Mungu, wala hatuna mpango wa kumtumikia Mungu. Imani yetu ni lazima itafsiriwe katika maisha yetu. Katika somo la injili iliyochukuliwa kutoka injili ya Yohane sura ya 14 tunatafakarishwa juu ya mahangaiko walioyakabili mitume. Kwa nini walihangaika? Kwanza, mambo mawili yaliwasumbua. La kwanza ni utabiri wa Yesu alioufanya mara tatu akiwaambia kwamba imempasa mwana wa mtu kukataliwa na watu, kupata mateso makali, kuuawa kifo cha aibu, lakini kwamba siku ya tatu atafufuka. Hilo Yesu amewaambia mara tatu, na hilo liliwahangaisha. Kwa nini liwahangaishe? Mitume na wafuasi wengine walikuwa na matamanio yao ya kumpata masiha, lakini masiha waliomtarajia, waliyemtamani, pengine hakuonekana katika huo utabiri wa Yesu juu ya yale yatakayompata. Wao walitamani kupata masiha wa kifalme, masiha wa kisiasa, masiha mpambanaji ambaye atawashinda na kuwasambaratisha watesi, mahasimu, maadui zao. Lakini Yesu anayesema kwamba imempasa kukataliwa, kupata mateso makali, kufa kifo cha aibu lakini atafufuka. Sio Yesu aliyomtazamia wao, walikuwa na picha tofauti kabisa. Lakini kumbe, mipango ya Mungu ni tofauti kabisa na vionjo na matazamio ya wanadamu. Mungu ameamua kutukomboa kwa njia ya udogo, kwa njia ya unyonge, kwa njia ya kujishusha, kwa njia ya kujitoa bila kujibakiza. Ameamua kutukomboa kwa njia ya msalaba. Na mkumbuke, msalaba katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21 mstari wa 22 na 23, ni chombo cha aibu, ni chombo cha fedheha, ni chombo cha laana. Kwa kuwa iliandikwa katika Torati, alaaniwe mtu yeyote mhalifu atakayehukumiwa kuuawa na akauawa kwa kutundikwa juu ya mti kwa kutundikwa juu ya msalaba. Hicho ni kifo cha aibu, hicho ni kifo cha laana, hicho ni kifo cha kukimbiwa. Lakini Yesu amechagua kujishusha, kujidhili, kujitoa bila kujibakiza ili kila mmoja wetu akombolewe, ili kila mmoja wetu apatanishwe, ili kila mmoja wetu apewe uhuru wa watoto wa Mungu. Ndugu zangu, nawalika kwamba sisi tunaoadhimisha msiba huu wa Askofu Mkuu Novatus Rugambwa tuhimizwe na imani yetu, tusijiruhusu kugubikwa na huzuni iliyopitiliza. Imani yetu itutie nguvu, imani yetu na tumaini letu katika Kristu, litufariji na kutupa matumaini. Pamoja na hivyo, napenda kutambua kwamba kama mitume, hata sisi tuna mahangaiko yetu. Kama mitume, hata sisi inatubidi tujipime, tujikusanye, tujitafakari tunapokabili msiba. Ndugu zangu, kifo kizoeleke Kamwe usipende kuzoea kifo, kwa sababu ukikizoea utakuwa kiumbe wa ajabu sana. Ukizoea kifo, unaweza kumuua mwenzako kimzaha mzaha, kama vile uhai wake ni uhai wa mbuzi wa kuku, au wa kiumbe chochote duni. Lakini uhai wa mwanadamu yeyote una thamani kubwa machoni pa Mungu.